Na simameni katika njia kuu mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana wa mbinguni umetupa nafasi, nami ninakukaribisha katika wakati wa pekee. Tusimame katika njia kuu, tutazame mapito ya kale, jinsi ambavyo wazee wetu waliishi na kumpendeza Mungu. Leo kwenye mapito ya kale ni mapito ya Mariamu, mama wa Yesu. Mariamu alikuwa msichana wa Kiyahudi kutoka kijiji kidogo cha Nazareti katika Galilaya. Hakuwa na hadhi ya kifamilia wala mali, lakini Mungu alimchagua kwa kusudi kubwa la wokovu. Malaika Gabrieli alipomjia akamwambia, umejaa neema Bwana yu pamoja nawe. Soma Luka moja fungu la ishirini na nane. Mariamu akiwa na mshangao mkubwa alikubali wito huo wa kipekee. Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Luka moja fungu la thelathini na nane. Na Kupitia tumbo la Mariamu Neno la Mungu alifanyika mwili. Yohana moja, fungu la kumi na nne. Hii ni hatua muhimu katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Mungu akatwaa umbo la mwanadamu kupitia imani ya msichana mdogo. Mariamu alisafiri na Yosefu hadi Bethlehemu, mahali ambapo Yesu alizaliwa. Baada ya kuzaliwa kwa Yesu, Mariamu aliendelea kushuhudia ukuaji wake katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Luka mbili, fungu la hamsini na mbili. Hata hivyo kama mama hakumuelewa kabisa mwanawe Mfano ni wakati Yesu alipobaki hekaluni akiwa na miaka kumi na mbili tu, akisema hamgujua ya kwamba imenipasa kuwa katika nyumba ya Baba yangu Luka 2:49. Mariamu akayaweka mambo hayo moyoni, akiishi maisha ya unyenyekevu lakini akimtazama kwa mshangao ukuaji wa mtoto wake mdogo. Wakati Yesu akielekea Goligota, Mariamu hakuepuka machungu ya kumuona mwanawe akipigiliwa misumari msalabani. Yohana anaandika kuwa walikuwepo karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada wa mama yake, na Mariamu mke wa Kuropa na Mariamu Magidaleni Yohana 19:25. Katika wakati huo wa maumivu, Yesu alimkabidhi mama yake kwa mtume Yohana, Mama, tazama mwanao. Yohana 19:26 hadi fungu la 27. Tangu saa ile Mariamu aliishi na Yohana. Mapokeo ya karne ya kwanza na ya pili yanaeleza kuwa aliendelea kukaa Efeso hadi kifo chake karibu na mwisho wa karne ya kwanza. Baada ya kifo cha mitume, karne ya pili na ya tatu ziliibua mtazamo mpya kuhusu Mariamu. Wakati kanisa lilipokuwa katika dola ya Kirumi, Desturi za kipagani zilianza kuchanganywa na imani ya Kikristo. Roma ilijulikana kwa ibada ya mama wa miungu kama vile Sibere na pia heshima kwa mungu wa kike wa Misri, yani Isisi. Katika karne ya 4 baada ya Ukristo kuwa dini rasmi chini ya mfalume Konstantino mwaka 313 AD. Heshima ya Mariamu ilianza kupewa maneno ya ibada. Mnamo mwaka 431, mtaguso wa Efeso ulitangaza rasmi Mariamu kama Teotokosi, yani mama wa Mungu. Ingawa lengo lilikuwa kutetea uungu wa Kristo, hatua hii pia ilifungua mlango wa, wa kumpa Mariamu nafasi ya kipekee zaidi kuliko maandiko yanavyofundisha. Karne zilizofuata zilishuhudia ongezeko la ibada ya Mariamu, hususani katika Roma na maeneo mengine katika Ulaya. Kufikia karne ya sita na saba, sala na nyimbo maalum ziliandikwa kwake, na katika zama za kati Alionekana kama mwombezi mkuu kati ya wanadamu na Kristo. Hata hivyo maandiko hayatoi nafasi hiyo. Biblia inasema wazi kuwa, kwa maana Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu, Timotheo wa kwanza mbili fungu la tano. Ni muhimu kuzingatia kuwa Yohana mwana wa Zebedayo aliyekuwa karibu zaidi na Mariamu na ambaye Yesu alimkabidhi mama yake, ndiye pia mwandishi wa Injili ya Yohana nyaraka tatu na kitabu cha Ufunuo. Katika maandiko yake yote, Yohana hamtaji Mariamu kama mtu wa kuabudiwa au mwombezi. Badala yake anamtukuza yesu kama mwanakondoo wa mungu yohana moja fungu la ishirini na tisa mkombozi na mtetezi wetu yohana wa kwanza mbili fungu la kwanza hadi la pili na mfalme wa milele kitabu cha ufunuo tano fungu la kumi na mbili hadi kumi na tatu hii ni ushahidi wa kihistoria na kiroho kwamba heshima ya Mariamu ni ya kifamilia na ya mfano wa imani, lakini ibada na maombezi vinapaswa kuelekezwa kwa Kristo pekee. Kwa macho ya imani, Mariamu anatufundisha njia ya utiifu, lakini wokovu ni wa Kristo pekee, mwana kondoo wa Mungu aliye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo Mariamu anatufundisha mfano wa unyenyekevu utiifu na imani isiyo na masharti anabaki kuwa mama wakiruhu, kwa wa kiroho kwa maana ya ushuhuda wake wa utii, lakini si msingi wa wokovu. Historia ya kanisa la mwanzo inaonyesha jinsi mapokeo ya kibinadamu yalivyoweza kupotosha nafasi yake. Na kitabu cha Yeremia sita fungu la 16 Mungu anatuita turudi kwenye mapito ya kale kwa Kristo pekee. Mariamu anatufundisha kwamba wokovu si kwa nguvu wala hekima ya mwanadamu, bali kwa damu ya mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Ufunuo kumi na tatu fungu la nane. Basi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe juu yako, imani, tumaini pamoja na upendo. Bwana akujalie afya na uzima mpaka wakati mwingine tutakapokutana.